Familia iliyo imara na misingi thabiti hulijenga kanisa na pia kuimarisha utangamano mwema baina yao. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr Timothy Ndambuki, akidokezea kuwa kanisa linalo nguvu linajengwa kwa misingi bora ya familia, hivyo kama Wakristo tuyekeze manyumbani mwetu kanisa

Wakati msimu wa Pasaka ulipokamilika majuma yaliyopita, askofu mkuu ameweka wazi kuwa Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya upatanishi na kutafuta amani. Hivyo kama tunaitakia nchi yetu amani, ni lazima kama kanisa tuenende na amani. familia yaku na yakwa na yoolongi tukaona utukufu wa Ngai katika tiwito nundu ala ũnthĩ mamũkĩaa na nyumba ii ikekalaa namĩ na iikavalaanĩka taĩsu yaĩ ye ĩvinda wa solomoni nũndũ kũlea kwĩwa kwĩhyũa na kũmũlea ngai kũlea mĩao ya yake ya na kũlea mĩao ya kanĩsa nĩwo mũĩsho ũla mũnene twĩkale twĩsĩ ĩvindanĩyĩĩ kwasa katũmĩnie yesũ aetae right, kĩu kyetwa cyaũ wĩwanĩthyo wĩw'anĩthyo aimantha mũuo nthĩyaitũtũmia nhĩ a mũuo nakethĩwa yĩ ya mungu yamũuo ata kethĩwa yĩ yamũuo ethĩwa ithite kakinyaa mũuonĩ ta ĩkanĩsa ĩkwĩtha ĩkanisa nĩyo kyeni na niyo munyu wathĩ katika ibada ya Jumapili katika kanisa la ABC Makivenzi, yata kaunti ya Machakos, askofu mkuu alifungua na kuweka wakfu jengo jipya la kanisa hilo, mada kuu ikiwa ni kumtumikia Mungu kwa moyo wa kujitolea.

Ibada iliyofana kwa nyimbo za sifa na kuabudu kutoka kwa washiriki na waimbaji. <mulia> Fredrik Kombua, Undugu TV.